Na mhujambo na, na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii, ikiwa leo ni siku nyingine ambapo kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ikiwa bado inaendelea Mahakama Kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam, basi kumetokea na mambo kadhaa kadhaa ambapo yaliyopelekea kesi hiyo kwenda kuahirishwa mpaka siku ya Jumatano. Mapema kabisa tulipata kumwona kaka yake Mheshimiwa Tundu Antipasilisu alikuwa na yeye ameshakwisha wasili mahakamani hapo, lakini pia vile vile mawakili mbalimbali mbali na wao walikuwa tayari wameshawasili mahakamani hapo. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipasilisu iliyopangwa kuendelea leo Jumatatu Novemba 10, 2025 imeahirishwa hadi Jumatano ya Novemba 12 itakapotajwa tena mahakamani hapo. Kesi hiyo ilipangwa kuendelea leo ambapo Jamhuri ilitakiwa kumleta ambapo Jamhuri ilitakiwa kumleta mahakamani hapo shahidi wa nne, lakini kutokana na kile kilichoelezwa kuwa hali ya jijini Dar es Salaam kuto kuwa kwenye utulivu mashahidi wa jamhuri kutoka mikoa ya Ruvuma na Mbeya wameshindwa kusafiri kuja Dar es Salaam. Aidha, upande wa jamhuri ulio uliendelea kuieleza mahakama kuwa kwa mantiki hiyo, tarehe ya leo haukuwa umepata ushahidi kwa ajili ya kuendelea na kesi leo, na hiyo inatokana na sababu iliyoelezwa hapo awali ya kwamba jiji la jiji la Dar es Salaam kutokuwa shwari kwa asilimia mia moja katika maelezo ya wakili wa serikali mkuu, Twaibu Isa ameiomba mahakama kuahirisha kesi hiyo chini ya kifungu cha mia tatu na mbili kwenye mabano a cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya ishirini kwenye mabano toleo la elfu mbili na ishirini na tatu kwa sababu ya kutokuwepo kwa mashahidi, wameshindwa kusafiri kwa sababu za kiusalama. Upande wa Jamhuri uliiomba mahakama kuahirisha kesi hiyo kwa siku kumi na nne, lakini katika maamuzi ya mahakama kupitia Jaji Dastan Ndungulu ikatokea maelezo ya kuwa shauri hilo liliahirishwa hadi Jumatano, si kwa siku kumi na nne kama ilivyoombwa na upande wa Jamhuri. Hiki ndicho ambacho kilichojiri leo asubuhi mapema kabisa mahakama kuu masjara ndogo jijini Dar es Salaam. Kama kawaida yetu, baada ya kusogezea kile ambacho kilichojiri, basi huwa tunapitia maoni ya wadau mbalimbali mbali, tujue kipi ambacho walichonacho, lakini na wewe unaweza ukatuandikia maoni yako kufuatia kile ambacho ulichonacho. Nikianza na huyo wa kwanza akasema ni wiki mpya tena, Mwenyezi Mungu tunaomba utulinde na utubariki kazi za mikono yetu niwatakie wiki ya heri na mafanikio kila mmoja wetu. Lakini kuna huu mwingine akasema, kwa hiyo kesi imeahirishwa inakumbusha hawala ya fedha, mambo ya urasimu na umangi meza. Lakini kuna huu mwingine akasema, mbona atuelewi nchi si ipo salama inama, ina amani au lakini kuna huu mwingine akasema semlisema nchi ipo salama. Kuna huyu akasema kila siku mashahidi, kama vipi, kama vipi, mpeni ushindi. Kuna huyu mwingine akasema michezo ya mpira inayochezwa, ila mahakamani hakuna usalama. Kuna huyu mwingine akasema kuwa tume kumekucha, lakini kuna huyu mwingine ambaye amesema mahakama ya Tanzania kwa sasa hivi kama vile VPN kutoka Marekani. Lakini kuna huyu mwingine akasema kumbe hali bado mbaya na wee unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia haya ambayo yanaendelea. Kubwa zaidi ni kesi ya mheshimiwa Tundu Antipas Lissu siku ya leo imehairishwa mpaka siku ya Jumatano, lakini upande wa jamhuri wao waliomba kesi hairishwe ndani ya siku kumi na nne, lakini mahakama imekataa ombi hilo.